Yes, karibu sana mpenzi eh, mtazamaji wa Bela TV, wem TV na Masanja Online TV. Leo hii imekuwa ni baraka kwelikweli, eh, kuwa na mtumishi wa Mungu. Bila shaka wengi tunamfahamu eh, kutokana na ubora wa kazi zake, huduma yake ya kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amina amina mama hmm. uko vizuri? Ah, niko vizuri sana kwa neema ya Mungu. Karibu sana Tanzania kwa mara nyingine tena. Asante sana, nimesha karibia. mm. mm -hmm. Sawa. Uh, bila shaka wengi tunakufahamu kutokana na kazi nzuri ambazo unazifanya eh, huduma yako imekuwa ikibariki maelfu ya watu. kwa ule ambaye anakutazama leo hii kupitia uh, Bela TV kupitia Wemu TV lakini pia kupitia masanja online TV simba, kama tukajitambulisha japo kwa ufupi, kisha tukaendelea. Asante sana. Uh, mimi kwa majina nafahamika kama Ben Horedi Mileba. mm. hayo ndio majina yangu ni mtumishi uh, wa Mungu kama hivyo unavyonitambulisha hapo, ambaye na hudumu katika njia ya uimbaji uh, mwenyeji wa Marekani. naishi Marekani mm. kwenye jimbo la Kentucky mm. ni hapo ndipo ninapokaa mm. na sasa hivi niko hapa Tanzania Dar es Salaam dassalam mm. uh, ni mtumishi wa Mungu kama ulivyonitambulisha hapo, ambaye na hudumu sana, sana kwenye uh, kumsifu Mungu kwa njia ya uimbaji mm. na Uh, makazi yangu naishi pale Marekani mm. kwenye jimbo la Kentucky mm. na kwa sasa niko hapa Tanzania mm. Dar es Salaam mm. mm. Sawa. So, uh, unaishi Marekani sasa hivi uko Tanzania kwa ule ambaye huenda hey, anajiuliza Tanzania, tumekuja kwa mara nyingine tena, nini ambacho kimetuleta Tanzania? uh, nimekuja Tanzania kwa ziara tu uh, fupi ya kuja kufanya baadhi ya kazi ambazo Uh, nilikuwa nazo ambazo zilinibidi nije nija nizifanyie hapa Tanzania. Nashukuru Mungu nimekwisha kuzimaliza. Ah, hapana, sijamaliza lakini natarajia kumaliza ah, hapa Jumapili. Itakuwa nimemaliza kazi ambayo inayofuata lakini zingine tayari nimekwisha kuzimaliza kazi mm -hmm. Uh, uh, hizi ni kolabo ama iko vipi, na nini hasa kiliku kilikufanya eh, ukatoka Marekani kwa sababu Marekani pia kuna uh, uh, location kuna madirekta Tanzania. Okay, sawa sawa ni vizuri. Kwanza kabisa uh, tuki, tupili mbali swala la huduma. Afrika ni nyumbani kwanza. Kwa sababu ndugu zangu, marafiki zangu wapendwa wengi wako hapa, kwa hiyo ninapokuja si tu kwa huduma, lakini pia kwa ajili ya kuonana na wapendwa ndugu zangu ambao uh, kwa muda mrefu tumekuwa tumeachana, lakini pia nina familia, familia iko hapa, ndugu zangu ambao nimezaliwa nao. Kwa hiyo kuja kwangu hapa pia ni fursa ya kuwaona. Lakini pamoja na kuwaona nimeleta sasa mzigo pia wa kazi ambazo nilikuwa nimepangilia kuja kuzifanya hapa. Um, umeuliza kwamba kwa nini Tanzania wakati Marekani kila kitu kipo? Ni kweli, Marekani kila kitu kipo, location zipo tu za kutosha, lakini tena nzuri ambazo, lakini tena nzuri za viwango, lakini pia hazihitaji kulipia. Location za Tanzania zingine nyingi zinaomba hadi utoe kidogo ndipo wanakuruhusu, lakini Marekani tunazifanya kwa bure bure kabisa. Yani, yeyote ya utakayemuona anafanya video Marekani mm, location yoyote unayoiona ni bure e, hata ingia uwanja wa ndege ni bure. Sasa um, hapa kuna kolabo nimeifanya, ambaye nimekuja kuifanya nilikuwa nimeilenga kuja kuifanya na rafiki yangu uh, Victor Maestro ambaye ni mwimbaji wa Agap Band, nadhani ni moja ya ma lead vocal uh, wa, wa Agap Band kwa hiyo tumefanya naye kazi moja ambayo tunakwenda kumaliza shooting yake ya video Jumapili hii ya tarehe 29 naam, naam. lakini pia kuna video nyingine ambayo tayari nimeifanya hapa hapa na ndugu yangu uh, director wangu Debro uh, ambayo tayari sasa iko iko mtandaoni au iko YouTube na kwenye mitandao mbalimbali mm, ya wimbo mpya au video mpya ambayo tumeweza kuitoa uh, wiki mbili zilizopita. Mm. Yeah. Sasa, uh, tulifanya uh, hapo nyuma ulifanya uh, collab na dada Amy Chaz. Sasa hivi pia umefanya uh, na Victor lakini pia naamini utafanya na wengine pia mm. Eh, kabla ya kufanya collab uh, na mtu vitu ambavyo huwa unavizingatia wewe kama wewe, naziti uh, kabla ya kufanya collab na mtu. Uh, nazingatia umakini wa, wa mtu katika, katika uimbaji wake, uh, ya ule umakini jinsi ambavyo uh, alivyosimama katika, katika kuimba, maana unaposikiliza mwimbaji unasema, yes huyu anafanana hasa njia zangu, unajua, katika kuimba uimbaji una aina nyingi, nyingi. Uh, ya sasa mara nyingi naangalia nani ambaye anaimba kama ninavyoimba mimi tukifanya naye tunaweza tukafanya combination nzuri , lakini pia naangalia umakini wa mwimbaji mwenyewe. Lakini pia naangalia la tatu amesimama namna gani na Mungu. Mm. E, maana unajua kazi tunazofanya ni kazi za Mungu. Lazima pia tuzingatie uh, anasimama namna gani mm. na Mungu kihuduma. Mm. Kwa hiyo hivyo ni vitu muhimu sana ambavyo mara nyingi na, naweza nikaviangalia. Mm. Sa, so, uh, Agape ni kundi kubwa ambalo unafanya vizuri sana huku Tanzania na watu wengi husema kwamba uh, kwenda kumchukua mmoja ama kufanya collab na ile kundi kuna kuna namna usumbufu. Umeenda umefanya eh, uh, collab na mmoja wa kundi lile. Kwako wewe kuna ugumu gani ama upesi gani? Mm, mimi nafikiri kwamba sijui sana, mm. sijui sana undani na utaratibu wao wa kikazi mm. wa kundi letu lile la Agape Band ambalo wote tunalipenda. Mm. Lakini mimi kwangu sijawa na usumbufu wowote. Sijawa na usumbufu wowote. Nimezungumza na rafiki yangu tu, baada ya kuwa mawasili na mawasiliano naye na nikamwambia, kwamba bwana, nataka tufanye kitu kimoja kwa ajili ya utukufu wa Mungu. mm. haku sita, akasema okay, kitu gani unataka bro tufanye? Nikamweleza idea yangu, akasema ah, hiyo kitu iko sawa kaka, njoo tufanye. Mm. ya kwa hiyo baada ya hapo tukafanya kazi. Kwa hiyo hakuna usumbufu kwa kweli, hakuna usumbufu ambao mm nimeweza kuona. Nadhani ma Victor naye atakuwa na zile style zake za kufanya hivi mara kufanya macho. Watu wengi husema kwamba mbona hawa watumishi wanakuwa wanacheza namna hii, ni kuna namna ambayo hajakaa sawa na Mungu. Umefanya collabo naye, tutegemee pia kwenye video, tuna zile style ambazo tutaziona ambazo wengi wanazijaji kama hazijaokoka ama hazijakaa sawa. Kwani imekaje? Mimi sioni ubaya. Kwani wanahitaji namna gani? Haijaokoka, haijaokoka. Staili zinaokoka? Kuna staili ambazo zimeokoka na staili ambazo, mimi kwenye staili sijui mimi, ninachojua labda najua mm. ningejua matendo ya mtu okay. Kama ningeambiwa mbona umefanya kazi na huyu jamaa ambaye sifa zake ni moja, mbili, tatu, lakini ukiniambia staili mimi sidhani kama kuna style ambayo tutasema kwamba imeokoka sijui. Sijui style ambayo ime kwamba, style ambayo imeokoka. Sema tu kwamba inaweza kuwa ni style ambayo labda uh, bendi wameicheza tukaangalia, labda kwenye nyimbo za wasanii wa dunia na wenyewe wakaicheza, hiyo ni style. Si kwamba ukicheza kwamba kucheza kuna lazimika kwamba ucheze namna hii. Uh, alafu dance ni chochote ambacho kinachotoka wakati kwamba umefurahia kumchezea Mungu wako au masia wako, unacheza vyovyote ambavyo roho inakusukuma kucheza. Ya, kwayo, Suzanne, kwa hiyo sidhani kwamba kama kuna shida kwenye, kwenye michezo. Sa mm. mm. so, uh, Tanzania husema kwamba uh, kuna waimbaji ni watu ambao wanajitenga, unakuta waimbaji wa zamani mfano kama Rose Mwando, akina Bahati Mkuku uh, Mwangila, wanakaa pamoja lakini pia hii generation mpya wanakuwa peke yao. Umekuja Tanzania, Tanzania ni nyumbani, unafanya eh, kazi na waimbaji wa Tanzania, katika hili comment eh, yako iko vipi? uh, unajua uh, kitu kama hicho hatuwezi tuka tukashindana nacho au tukakipinga kuwepo katika hizi uh, kazi au katika kazi yoyote ile. Niseme kwa sababu gani? Hata waswahili wamesema kwamba ndege ambao wamefanana ndio ambao unaruka pamoja, si ndio? Kwa hiyo kila watu wana generation yao. Rose Mwando wakina Bon Mwitege hao walikuwa na generation yao, na wakawa wamezoeana katika ile generation yao. Walikuwa wakipata mialiko yao ya kwenda kwenye mikutano, wakienda kote pamoja. Kwa hiyo wamezoeana, wamekuwa kama ndugu kwa ile generation yao. Sasa kumeibuka vizazi vingine vipya au vipaji vipya vya vijana wengine ambao wameibuka, na wao lazima washirikiane, kwa sababu unakuta mara nyingi akiitwa huyu na huyu, ameitwa bela, ameitwa fulani naye kaitwa, unaona. Kwa hiyo mnakuwa kama vile na ndugu fulani. Hata hivi mlivyo hapa, waandishi wa habari, si kwamba wote sawa, um, mnashirikiana na wale ambao waliokuwa wa miaka ile, wale wa miaka ile na wao walikuwa na marafiki zao ambao walikuwa wakishare kazi zao. Kwa sasa hivi, Bela, wewe ukija unajua kwamba ni kimstua fulani, ni kimstua fulani kwa sababu ni watu ambao mmeshirikiana ni watu ambao, yani mnafanya kazi kwenye miaka ambayo imefanana, so yeah, lazima mshare kitu kama hicho. Si ubaguzi, hamna tatizo, hamna kutengana, lakini ni kwamba tu uh, wakati unawaruhusu wale watu wawe pamoja. Ya, nafikiri naweza nikajibu tu hivyo mm. Ndege ambao wamefanana ndio ambao wanaruka pamoja Mm. Yeah. Sawa. So, uh, sasa hivi kumekuwa kuna uandaji tuzo na kushindanishwa kwa waimbaji. Unakuta mwimbaji fulani anachana na mwimbaji fulani. Bahati Bukuku anashindanishwa na Rose Muhando. Kwako wewe unadhani ni sahihi kwa watumishi wa Mungu kushindana kupigiwa kula, kushinda katika kinyang'anyiro fulani? Bahati um, yeah, nzuri umeniuliza kwangu mimi Mm, naweza nikajibu kwangu mimi si sipendezi wala sizani si, si kama ni vizuri ya, kwa sababu tunayemtumikia kazi ni mfalme wa wafalme Mungu wetu, ambaye kwanza yeye mwenyewe hashindanishwi na mtu yeyote. Sasa sisi kama watumishi wake tunapokuwa sasa tunashindanishana kuonyeshana nani bora zaidi au uh, nani kashinda, mimi nafikiri, nafikiri haipendezi ya, hasa hiyo lugha ya kusema kushindisha, kushindishana kwamba nani kafanya vizuri zaidi, mi nafikiri, kwangu haija haijakaa sawa, na sidhani kama naweza nikawa tayari kushirikishwa au kushiriki. Mimi mimi kama mimi, sidhani kama naweza nikawa tayari ndio, okay. Ni muziki gani wa gospel ama staili gani ama mwondoko gani ambao hutakuja kufanya kabisa? Mwondoko wa gospel ambao mimi sitakuja kufanya kabisa. Okay, kwanza, kwanza niseme hakuna mwondoko wa gospel. Ukisema mwondoko wa gospel mimi kwa uelewa wangu na ujuzi wangu wa kidogo ule wa mziki nilionao si, si, siwezi nikasema kwamba kuna mwondoko wa gospel. Kama vile siwezi nikasema kwamba kuna mwondoko wa mziki wa dunia. Kwa sababu mziki wa dunia, mziki wa gospel wote unaitwa ni mziki. Sawa? Wote unaitwa ni mziki tofauti ni ujumbe. Huyu anaimba nini, anaimbia nani? Na huyu ana, anaimba kitu gani na anaimwimbia ni nani? Nafikiri hapo tu ndo kuna tofauti <tutu> sababu. Ukisema rumba, dunia, watu wa duniani wanapiga rumba sana tu. Sasa nikija mtu akipiga rumba kwenye gospel, sio ajabu ni, ni, ni, ni style ambayo amechagua au ameona anaiweza. Huyu akiimba reggae alafu, alafu, hivi vitu vipo. Nimefuatafuata hata kwenye mitandao ya kijamii watu wengine wanalaani laani au kuona kama niliwe ni, kufuata. Kuna mtu kuna mwimbaji fulani wa gospel waka, aka akaimba style fulani kama singeli, singeli. Sasa watu comment nyingi zilikuwa negative sana. Aa, lakini mimi nilikuwa upande wa watu ambao walikuwa wakisimama kusema kwamba hakuna style ambayo haiwezi ikapigwa kwa gospel, haipo. Naona ilimradi kwamba mtu unaimba, unajua unayemwimbia, na ujumbe unaoutoa una make sense kwa kile unachomaanisha inatosha kwa sababu gani? Mziki ni mziki tu, uwe, uwe wa kidunia uwe huu, mziki ni mziki, utofauti ni maneno um, nafikiri mimi naweza nikasema hivyo kwa sababu tukimlaumu mtu aliyepiga sengeli kwenye makwaya yetu mengi, hasa hapa East Africa style yani style ambayo inabamba sana kwenye makwaya yetu mengi ni style ya reggae, sawa. Lakini ukiangalia chimbuko ya hii style ya reggae ni wapi? Msikilizaji atakuwa na majibu mwenyewe. Sawa nadhani rege sio staili ya, haijaanza hapa Afrika Mashariki mm -hmm. au Afrika ya Kati ni staili ambayo imetoka huko na waliokuwa wakiimba, wakawa wanaimba gospel, walioianza hiyo staili mm -hmm. lakini sasa hivi ndio staili ambazo zinabamba kwenye makwaya yetu mm -hmm. na zinapendeza, lakini hatuwezi tuka hukumu, wanamtukuza Mungu, haina shida yeah. Nafikiri ni hivyo dada. Sawa. So, uh, inatokea msanii Alikiba, Harmonize, Diamond, msan uh, anasema ana, ana, ana, ana, ana, na, mtumishi Bwana uh, nimependa sana vile unavyoimba, nina wimbo wangu bwana hapa, namtukuza mimi Mungu na, na inahitaji upite katika chorus angalau kidogo tu. Tunaweka sauti katika wimbo wa msanii huyo <laughs> Dabela, wewe maswali yako <laughs> ya uchokozi, wanataka kunigombanisha na watu hapa ili mtandao huja uchafuke baadaye. <laughs> Anyway, ngoja niseme tu kwamba mm. uh, mwimbaji anayeimba secular music ni rafiki. Aa, ni wapendwa, ni ndugu zetu, hatuna sababu za kuwatenga na kukaa mbali nao. Aa, lakini tukifika kwenye swala la kihuduma, mimi sidhani kama tunaweza tukashare maana, Aa, kazi yani mfalme anayewaongoza wao na mfalme sisi anayetuongoza sisi, ni wafalme wawili tofauti, sawa? So, ni mabosi wawili tofauti sasa kama tuna mabosi wawili tofauti, tusije tukachanganya faili eh, tusije tukachanganya faili. Lakini ikiwa kwamba ndugu yangu ameamua kuokoka na kwamba anaona kwamba na, anataka sasa amwimbie Mungu, ananishirikisha bwana, nataka tufanye, niko tayari. Lakini kama yeye bado tu yuko kule, alafu kwa sababu amepata tu kawimbo kamemtaja Mungu tu tuimbe tu, tu naye mimi, mimi nasema mimi kama mimi yeah, mtanisamea Uh, ndugu zangu wasikilizaji nasema kama mimi mimi Ben mm. Kama bado yuko kwenye mambo hayo ya kidunia, uh, aje aniombe kwamba tuimbe mm. Sidhani kama nitakuwa tayari, hapana mm. Si, siwezi kuwa tayari mm. Mm -hmm. Ila uh, uh, kwa vile ambavyo unaona hichi um, kitu ukitoa kwako wewe kwa, kwa wale ambao wanafanya ni sawa ma si sawa kwa wale wanaofanya mm. unajua usawa wa jambo unategemea na mtu anayefanya jambo lile, sawa eh? So mara nyingi kumjaji mtu sio sio vizuri, ya, muache mtu aongozwe na kile ambacho, maana nimesema hapa, kuna mabosi ni wengi, huwezi uh, uh, uh, ukajua anaongozwa na nini. Um, kwa hiyo mi sitaki sana kuingilia kulaumu kwamba kafanya vibaya au, au kafanya vizuri, maana nilivyojibu, nimejibu mimi kama mimi Siwezi, lakini yule kama yeye kakubali kufanya, tumwache afanye yeye. Sina sababu ya kumlaumu, maana sijui kilicho ndani yake ni kitu gani. Sijui aliyemwongoza na kumsukuma au aliyemwonyesha usawa wa kufanya hayo ni nani. Kama ni Mungu kamwambia kwamba okay, it's okay, fanya tu, haina shida, wala mimi siwezi nika complain. Yeah, so ni sawa au si sawa, inategemea na mtu mwenyewe. Lakini maandiko yanatuambia ipo njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu mwenyewe lakini ikawa ni njia ya mauti mm. Sasa usimzuie mtu kufuata njia yake, ikiwa ya mauti au njia ya uzima, atajua mwenyewe mbele ya safari mm. okay. Uh, waimbaji wengi, baadhi hufanya kiki kwa ajili ya kuachia kazi zao, wanaamini katika kiki. Wewe unaamini katika kiki pia? Siamini katika kiki, siamini katika kiki, wala siwezi nikafanya kitu chochote cha kituko ili kwamba labda mimi niende viral au nijulikane? Hapana, kwa sababu mi najua ninayemtumikia ana kiki nyingi kuliko hata hizo tunazozitafuta. Yeye ana njia nyingi za kukutoa bila wewe kutumia nguvu zako, au kutoka kuombi kwamba wewe utumie nguvu wala utumie nini wala wale waliotoka, sizani, sizani sana kama wametumia nguvu nyingi ili kwamba wawe vile, nadhani tu ni wakati majira ya Mungu alitaka kuwatembelea na kuwainua mm. Kwao wakati wa Mungu ukifika, mtu usifosi mm. ukafanya kitu ambacho kiko kinyume na mapenzi ya Mungu mm. Kwaho mimi siwezi nikafanya. Mm. siwezi nikafanya chochote kiki ili mradi kwamba nisikike, nijulikane na mimi nionekane kwamba jamaa kafanya kitu kituko kama hiki mm. Siwezi nikafanya kitu kama mm. mm hicho -hmm. Sawa. Uh, kuelekea mwishoni kabisa nilimsikia siku moja uh, mchungaji mmoja anasema, sasa hivi mimi sialiki waimbaji kwa sababu miongoni mwa waimbaji wengi hawalitaji jina la Yesu katika nyimbo zao. Nadhani ni sahihi kwa mwimbaji analekodi nyimbo studio na umle ndani hataji jina la Yesu, kwa kwa nadhani iko sahihi? Uh, hiyo ni kama vile hilo swali nitalijibu kistaili hii. Mm. Ni kama vile mwimbaji anayeimba muziki wa dunia amelipwa pesa na boss ili amsifu yeye. Sawa? Mm. Alafu ukaimba wimbo hujataja jina lake. E, nafikiri hiyo biashara, hiyo pesa utaomba uirudishe, sawa so, eh? ukifuata sana miziki ya watu wa Kongo, ukisikia kwenye nyimbo zao nyingi, nadhani unasikia maneno maneno mle, wanataja majina ya watu, Papa, si, si, si. Eh, wale watu ni watu ambao wametoa pesa zao sawa, so. Sasa kama mtu ameshatoa pesa yake ili kwamba atajwe, alafu hujamtaja, ni kama vile hujamtendea haki mtu yule. Sasa ku, kuwa unaimba gospel Gospel maana yake ni kwamba bosi wetu sisi ni Yesu Kristo ambaye ndiye anatakiwa achukue nafasi ya kwanza katika kila jambo unalolifanya, katika kila wimbo unaoimba jina la Yesu uh, jina la Mungu au neno Mungu halitakiwi kutokutajwa katika mdomo wako. Sasa unaimba nini? Sasa unaimba nini? Ni kama vile unaimba tuseme uh, uh, uh, uh, au niseme kwamba wimbo wa mapenzi alafu ukose, ukose labda Uh, kutaja neno mapenzi yenyewe sasa unaimba nini? Eh, wewe ni wimbo wa mapenzi, alafu mapenzi yenyewe una, yes. huyataji sasa, um, uh, yeah? Does not make sense. Kwa hiyo ya nafikiri wanakosea hmm. Wanakosea na labda tu niseme labda wajui hmm. ni, ni mapungufu katika uandishi inaweza hmm. ikawa ni mapungufu yao katika uandishi na mbaya zaidi ni ile mtu unakuwa wewe mwenyewe ndo kila kitu. Unapoandika wimbo wako, unausikiliza una una mwenyewe, unaupitisha mwenyewe na kwenda studio mwenyewe unaenda kufanya. Lakini kama, kama mtu angekuwa una jopo fulani la watu ambao wanakuwa karibu yako, wakati unapotaka kutoa kitu wanasikiliza kitu chako kabla hujakitoa, nafikiri wangekuwa wangekuwa watu ambao wanashauri kabla kazi kutoka, kwamba wimbo ni mzuri nimesikiliza sauti zimeenda vizuri, lakini katika maneno kuna vitu vimemisi. Unaonaje kama hapa badala ya kutaja hili ungetaja Yesu hapa au ungetaja Jehova hapa? Nadhani kama wangekuwa wanashirikisha watu kabla ya kutoa kazi zao mm, wangekuwa wanawashauri au kushirikisha mchungaji au mtu yeyote ambaye unamuona kwamba huyu mtu ni mtu wangu wa karibu, ambaye pia ni mtu wa Mungu. Uh, tunaona sasa hivi watu husema kwamba, eh, kwa kile ambacho kinaendelea sasa hivi, nakuta waimbaji wanatoa nyimbo uh, sawa. Eh, nimekutana na comment za watu nasema kwamba nyimbo, baadhi ya nyimbo za waimbaji wa, wa sasa hivi hazidumu tofauti na zile za waimbaji wa zamani. Ukipewa nafasi ya kutoa neno hapo, utaongea neno gani? Um, nadhani uh, inategemea kudumu uwezi uka ukajaji kitu cha zamani na kitu ambacho kiko sasa uwezi ukajaji, ya, yani hiyo judgment ukifanya, ni judgment ambayo iko wrong. Hmm. Kwa sababu gani unapota, unaposema kitu cha zamani na maana ni kitu ambacho kilipigwa miaka iliyopita alafu tunaendelea kukisikiliza. Hmm. Sasa uwezo ukaanza kujaji na kitu ambacho kina, ambacho kimetoka sasa au ambacho bado kipo sasa, na kijaji kwamba sijelewa, maana yake ni kwamba ni kusema hivi, vya zamani hivi tunavyoviimba leo ndo vitakuwa vya zamani kwa siku zinazokuja hapo mbele sasa. Tusubiri kama vitaendelea kusikilizwa au havitasikilizwa. Maana yake hatuwezi tukasema kwamba nyimbo za sasa hivi zinazidiwa na za zamani, kwa sababu za zamani zinadumu kusikilizwa. Ah, sasa hizi hasijao za zamani, sawa eh? hazijawa za zamani na labda zitakuwa za zamani tukifika elfu mbili na hamsini alafu tuangalie kama zitakuwa bado zinapigwa au hazitakuwa zinapigwa. Nadhani naweza nikalijibu hilo swali namna hiyo mm. Na tuzungumzie sasa project ambayo tuko nao, tumeachia project sasa hivi mpya kabisa, official video na inatembea kule kweli pale mjini YouTube. Tuzungumzie project hii japo kwa uchache, lakini pia eh, project ambayo tunakwenda kuifanya na Victor, lakini pia project za nyuma bila kusahau Yes, uh, ni kweli kuna project ambayo tume tumeweza kuachia majuzi juzi kati hapa ambayo ni video mpya ambayo inaenda kwa jina la uh, Natafuta Bwana. Natafuta Bwana ni wimbo wangu mpya au ni video yangu mpya ambayo iko, iko mtandaoni na kiukweli nashukuru Mungu maana inaendelea vizuri, uh, na uh, Komenti zote kwa kweli ambazo nimeweza me, ni kuzipokea ziko positive kabisa, na washukuru wote ambao wameendelea kufuatilia kuzisikiliza na kunihimiza, maana kiukweli nimekaa kimya kwa muda mrefu. Sasa kuna marafiki ambao uh, ni wakereketwa wa muziki wangu walikuwa wakinisumbua kila wakati, kaka, vipi? Mbona umekaa kimya sana sasa? Mbona, mbona hivyo? Mbona hivyo? Sasa nilivyotoa aiseni kama vile ni kiuchao kimeisha mm. Wamesema, kumbe ndo maana umekaa kimya muda mrefu, ulikuwa kumbe, ume, umeinama. Hujatuangusha e, hujatuangusha umekuja vizuri tena e, kwa kweli yani a, pongezi kama hizo, comment kama hizo zimenipa nguvu na kusema kwamba kumbe bado mm. so, nina nafasi hapa so nashukuru Mungu, kazi inaendelea kutembea vizuri pale, na ningeomba tu yule ambaye hajapata mm. nafasi kwenda kuicheki Uh, jaribu, jaribu tu kama kugusa YouTube yako hapa kwenye simu alafu andika tu jina langu Ben Horedi uh, alafu unakwenda kuandika jina uh, uh, natafuta bwana anyway, ukifungua tu pale YouTube jina langu wimbo wa kwanza itajitokeza, ita ndio ya kwanza pale, maana ndio imetrend, na utakwenda kusikiliza mwenyewe alafu utaacha komenti yako ili tujue na wewe ume umeisikiaje?